cha kwanza madm nao watembelee miradi pamoja na maafisa wao na wakurugenzi, naende watembelee, waone shughuli zinazofanyika, wafanye assessment. Hiki ndio kitaweza kutuletea matokeo, na kama kituletea matokeo yes, kwa muda gani? For how long? Je, tunaweze kukilai kulilai kwenye hicho kitu kweli na tukafanikiwa? lazima lazima tujiulize maswali. Lakini labda nipende tena kuelekeza walimu, tena wapo na usaidini, nishaelekeza kwenye shule zote kuwe na bustani za mboga mboga, shule za msingi zote kuwe na bustani na, lakini nagundua kwa bado kuna ukaidi mkubwa. Nawaambia tena waelekezeni wakuu wa shule, wakuu wa shule na walimu wakuu watoto wanakula mashuleni. Kama mtoto anakula makanda akachanganyikiwa na mboga kidogo mle ndani, inakuwa inakuwa chakula kizuri tu, atapata wanga kidogo, atapata na na madini mengine ya chuma kidogo. Kama hakuna tunamtengeneza baba wa baadaye ambaye atazaa watoto wenye vichwa vikubwa, wenye mgongo wazi, walio na changamoto kubwa, kwa sababu ana mapungufu mengi kasema pungufu na kuja kuyaona baadaye, yametoka huku kwenye mwanzo huku. Sasa kama tujashughulika nao huku chini huku, baadaye huyu sasa wanakuja kuoa, anaoa na mtu aliye duma, baba aliye duma, wanakuja kutoa mtoto wa- ajabu, unaambiwa kuna kichwa kikubwa. Kuna ndugu zangu, tuwasaidie hawa watu kusaidia lazima na sisi kama hata watendaji, nyinyi matarafa, watendaji wa kata, kagueni shule zenye bustani. Kagueni shule zenye bustani, mwambie haya ni maelekezo ya kwangu ya moja kwa moja, shule hizo na bustani, na sio mtu anakwambia. Ukimwambia leo nenda ukagua, anaenda kuchimba chimba tu, halafu anakwambia bustani. Sio bustani, bustani inajulikana, na kama hata hala eneo la kulima bustani Siku hizi wanapaki kwenye magunia viroba vile, wanapandikiza mbegu ile tena ina, inabadilisha inakuwa kama maua maua yako ya, unavuna pale unakula, maisha yanaenda. Hata ikiwa nyumbani kwako, kitu cha aibu, kila siku mama anakuomba itu kwenda kununua mboga, wakati anaweza kutengeneza kile kiroba, akajaza mle mbolea na mchanga mle, akawa akawa akanyunyizia tu pale maji ikaota spinach, itaanza kula spinach yako hapo nyumbani, hadi kununua. Na sisi wanaume wenye kaita huko ndani kiasi, kwa unaenda kutoa hela yako waje ya kununua mboga, kati mboga hizo kaitengeneza kwenye siku ya mita zako 100, 200, 300 Tengeneza tu kiroba kimoja ukimalizi na familia yako. Unakuwa umesevu na sponsor na sevu hela yako. Unamaliza pale unaweka speech nyingine inali hivyo napandikiza nyingine, maisha yanaenda. Kwanza inakuwa ni mboga nzuri zaidi kuliko nyingine kwenda kuichukua, tujue iko toka